Lakini pia leo nilisema tusiite maprofesa wa uchumi humu ndani wala tusiite wataalamu waliofanikiwa kwenye sekta ya madini, lakini tupate taarifa fupi juu ya sekta binafsi zinazoweza kusaidia vijana kujiajiri katika mkoa wa Mwanza na tuwasikie vijana wenye hamu ya kujiajiri. Baada ya hapo, tuende tukatumie fursa hizi na sisi viongozi tuwasaidieni nyie. Lakini katika hili kundi humu, watu wako wa sampuli mbili. Kuna kundi ambalo haliamini kabisa kwamba bila kuajiriwa na serikali maisha hayawezi kwenda, na kundi hili tunapozungumza nalo wanasema mbona wewe hujajiajiri? Vijana, si mmesikia watu wenye kauli za namna hiyo? Ukizungumza nao ukiwa unaipigia tego sekta binafsi, majibu yanayokuja yasema kama kujiajiri ni kazi nyepesi, mbona wewe hujajiajiri? Na mimi majibu yangu ni kwamba kwanza, kufika hapa, mimi nilipofika, kariera yangu nilianza mwaka elfu moja, mia tisa, tisini na saba. Leo ni miaka mingapi? Leo ni miaka mingapi? Lakini pili, tuko Watanzania milioni sitini na saba walioajiriwa ndani ya serikali hawafiki hata milioni kumi Kwa hiyo kuajiriwa ndani ya serikali ni fursa, lakini ni bahati vile vile. Kwa hiyo mimi nimejikuta accidentally tu nimepata bahati ya kuajiriwa na serikali sio kwa sababu na sifa nyingi, digrii mlizo nazo na mimi nazo. Kwa hiyo na nyie mngeweza kuwa wakuu wa mikoa, lakini mikoa mikoa yenyewe iko thelathini na moja tuko milioni sitini na saba. Kwa hiyo ni lazima fursa za upande wa private sector tuzinadi, na wapo vijana leo watatusikiliza, wataamua kufanya maamuzi na miaka michache ijayo hata sisi tusipokuwa viongozi, watakuwa ni mashuhuda kwamba programu ya leo iliwaondoa kutoka sehemu moja na kuwafikisha sehemu nyingine. Lakini kwa hiyo, kundi la kwanza nimesema ni lile ambalo linaamini kwamba ni lazima liajiriwe, lakini wako wachache humu ndani leo wanaamini kwamba kwa kuwa sijapata ajira na hizi fursa zinazonadiwa nitazitumia vyema. Sasa kundi hili ni dogo sana, lakini litakuwa na impact kubwa sana. Kwa hiyo makundi mawili leo yamo humu ndani, kuna ambao wataki kusikia chochote, wao wanasema tuajirini serikali. Kuna ambao wanaelewa haya tunayoyasema wameyakubali na wanasema tuonyesheni fursa, mazingira, elimu na mitaji, ili tufanye jambo ambalo pengine hatukulisomea lakini linaweza kuwa na tija kwa maisha yetu. Umesoma environmento kitu gani? Sekta binafsi tutaieleza hapa kuhusu fursa za mkoa wa Mwanza. Moja ni madini, afisa madini atatueleza taarifa fupi. Lakini ni ya kubwa ni kwamba serikali bado programu ya BBT Building Better Tomorrow bado ipo na, na sisi katika mkoa wa Mwanza tumeiomba Wizara ya Madini itupe leseni PL ambazo wachimbaji wakubwa walipewa ili tuzigeuze kuwa ni PML kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo, lakini tunataka na kundi hili la wasomi wenye digrii nao ambao wana hamu ya kuingia kwenye uchimbaji hawajui pa kuanzia, kwa sababu fedha nyingi ipo katika sekta hiyo, na sisi viongozi tunaziona. Na wako watu wana digrii wana mashimo mawili, lakini wana bilioni tatu. Tunataka na nyinyi tuwashawishi mwingie huko.